Shalom. Sasa leo nitakutajia ndoto kubwa tano, ambazo ndoto hizi utakapoziota, ujue ndani yako uko na nyota ya kimataifa. Wewe kama ni mfanya biashara, basi biashara yako siyo ya hapa. Kama wewe ni mfanyakazi, basi kazi yako sio ya hapa. Kama wewe ni mwimbaji, basi uimbaji wako siyo ya hapa, huduma yako siyo ya hapa Huduma yako sio ya kawaida, huduma yako ni ya kimataifa. Huenda umekuwa ukijiuliza kwenye maisha yako kwamba mbona baadhi ya ndoto zimekuwa zikijirudia sana, mbona baadhi ya ndoto umekuwa ukiziota mara nyingi kuliko ndoto zingine. Huenda ndoto hizi kwenye maisha yako zinamaanisha kwamba ndani yako uko na nyota ya kimataifa. Unajua, lazima uweze kujifunza kitu kimoja, ya kwamba kuna baadhi ya watu nyota zao ni za kiwilaya, kwamba wenyewe watashaini ndani ya wilaya peke yake. Kuna baadhi ya, ya, ya watu nyota zao ni za kimikoa, ina maana wenyewe watashaini ndani ya mikoa mizima. Kuna baadhi ya watu, nyota zao ni za Tanzania, nyota zao za Tanzania, wao watashaini ndani ya Tanzania lakini hawatavuka nje ya nchi. Lakini kuna baadhi ya watu nyota zao ni za kimataifa, nyota zao sio za kawaida, Mungu amewapangia mambo makubwa, Mungu amewapangia vitu vikubwa, kwa hiyo sasa kama mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwisho wa video hii nitakwambia kwamba kama umeota ndoto hizi nitakazokutajia zinazoonyesha kwamba wewe una nyota ya kimataifa ndani yako, uweze kufanya kitu gani ili ndoto hiyo iweze kung'aa, uweze kufanya kitu gani ili ndoto hiyo na maono hayo ya kimataifa ambayo Mungu ameweka ndani ya maisha yako Hako, basi aweze kwenda kutimia. Sasa ninapokuenda kuonyesha ndoto ya kwanza ambayo inaonyesha kwamba wewe nyota yako ni ya kimataifa, kama bado hauja subscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya basi wewe unakuwa wa kwanza kuyapata. Sasa ndoto kubwa ya kwanza ni ndoto ya kuota unapanda ndege. Kuna watu mkiwa usiku mnaota kwamba mnapanda ndege na mnaenda kwenye mataifa mbalimbali. Wengine mnaona mnatoka nchi moja mnaenda nchi nyingine. Wengine mnaota kwamba mnatoka kwenye bara moja mnaenda kwenye bara lingine. Ndoto hizi zinaonyesha kwamba ndani yako una nyota ya kimataifa. Nyota yako ni kubwa sana, yani kupitia nyota yako hiyo utaweza kusafiri kwenda mataifa mbalimbali. Kupitia nyota yako hiyo utazunguka dunia hii mpaka utaimaliza. Kupitia nyota yako hiyo watu watakujua na watu watakuappreciate. Kupitia hiyo nyota yako na kuappreciate huku wala kukujua huku watu sio ndani ya nchi yako tu, hapana, bali utavuka mipaka ya nchi yako. <laughs> Kuna wengine wanahisi kwamba kwa sababu maybe hawajaipanda ndege basi ndio maana wanaota wanapanda ndege, no huo umewahi kupanda ndege huo ujawahi kupanda ndege, maanisha ya kwamba wewe una nyota ya kimataifa. Hata kama basi ni msomi, utakuwa ni msomi wa kimataifa. Hata kama basi ni daktari, basi utajikuta kwamba ule udaktari wako inatokea mpenyo, inatokea ishu ambayo itakufanya wewe jina lako liweze kukua, jina lako liweze kuonekana katikati ya majina ya madaktari wengine wengi. Pia ndege katika ndoto inamaanisha spidi, yaani kwamba wewe utakuwa unakwenda spidi kweli kweli. Sasa hivi unaweza ukawa hauonekani, sasa hivi unaweza ukawa umebaki katika level moja ama umebaki katika hatua moja, lakini ndege hii inaonyesha kwamba utakapoanza kufumuka, utakapoanza kujulikana, nyota yako itakapoanza kung'aa, basi utaenda kwa spidi kubwa. Sasa napokwenda kuonyesha ndoto ya pili, ndoto gani ambayo ukiota ujue una nyota ya kimataifa. Kama bado hauja subscribe chaneli yetu unaweza ukasubscribe muda huu, na kama bado hauja like video hii basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya pili ni ndoto ya kuota umeshika pesa za kigeni. Kuna watu mkiwa usiku melala, mnaota mnashika dollars, mnaota mnashika yen, mnaota mnashika pound, mnaota mnashika rupees, mnaota mnashika dirham Unajiuliza, kwa nini mimi naota nashika pesa za kigeni? Ama uenda huko Amerika ama huko nchi zingine za nje huko UK, lakini unaota nashika pesa za mataifa mengine? Ni kwa sababu wewe, nyota yako ni ya kimataifa. Mwingine anakuambia, posa, usiku nimeota na hesabu pound nyingi, nimeota na hesabu dola nyingi, yani nimekuwa naota na hesabu hazina mwisho, na hesabu na hesabu na hesabu na hesabu. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba kama ulivyo kwenye ndoto unashika pesa za kigeni, ndivyo hivyo hivyo wewe utaenda kwenye mataifa mengine, na kwenye yale mataifa utakayoenda, basi utapata utajiri mwingi, basi utapata pesa nyingi ambazo ni za kigeni. Yaani kuna utajiri wa kimataifa ambao unakuja kwenye maisha yako na kitakachokupeleka huko ni nyota yako wewe ambayo uko nayo ndani yako. Na fursa hizi na kazi hizi sio za kutoka hapa Tanzania wala sio za kutoka ndani ya nchi ambayo upo bali ni kutoka katika nchi zingine ambazo Mungu amekupangia. Kwa hiyo unapoota ndoto za namna hii, acha kujiuliza maswali mengi. Jua kabisa kwamba wewe ndani yako una nyota ya kimataifa. Nyota yako ni kali sana. Nyota yako haiwaki Tanzania wala haiwaki kwenye hiyo nchi ambayo upo, inawaka kwenye nchi zingine za watu wengine. Na pia ndoto hizo zinamaanisha kwamba kuna msaada ama usaidizi ambao unaopata kutokea nje. Yaani, kuna msaidizi ama kuna sponsor tu atatokea nje ya nchi, atakupa fursa ambayo fursa hiyo itakufanya basi utoke kwenye nchi uliyopo uende kwenye nchi zingine za watu. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya tatu, ni ndoto gani ambayo ukiota inamaanisha kwamba wewe ndani yako una nyota ya kimataifa? Kama bado hauja subscribe channel hii, basi unaweza uka subscribe pale ulipo, na kama video hii mpaka hapa tulipofika inakubariki na bado hauja like, basi unaweza uka like pale ulipo. Sasa ndoto ya tatu ni ndoto ya kuota unaongea na watu kutoka katika mataifa mbalimbali mbali. Kule kwenye ndoto unaweza ukawa unaota unaongea na Wahindi, unaongea na Waarabu. Unaongea na Mexican, unaongea na Marekani, unaongea na watu kutoka UK wa Britain, unaongea na watu kutoka England, unaongea na watu kutoka katika mataifa mbalimbali. Sasa ndoto hizi zinamaanisha kwamba kuna connection ambayo inakuja kwenye maisha yako. Na connection hiyo itakutoa wewe kutoka katika nchi ambayo upo, itakupeleka kwenye nchi zingine. Na ni kitu gani ambacho kinaleta connection hii? Ni hiyo nyota ya kimataifa ambayo iko ndani yako. Ni hicho kibali na kipawa cha kimataifa ambacho kiko ndani yako. Hicho kitakachovuta connection hiyo, na watu hawa watakuja kukusaidia, na watu hawa watakutoa hapo ulipo kwenda kupeleka katika sehemu nyingine. Watu hawa watakusaidia, watu hawa watakonekti kwenda kwenye mataifa mengine, watu hawa watafanya maisha yako basi yaweze kuwa mazuri. Na hii inaweza kumaanisha kwamba kuna relationship ambayo inatengenezwa kati yako wewe na mtu aliyepo nje ya nchi. Unapoota ndoto hizi, inamaanisha kwamba huenda kuna mahusiano ambayo yanakuja, huenda kuna ndoa ambayo inakuja, na ndoa hii unaweza kaifunga na mtu kutoka nchi nyingine. Sasa napokwenda kumaanisha ndoto ya nne, kama bado hauja subscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu, na kama bado hauja like video hii, basi unaweza ulipo. Like. Sasa ndoto ya nne ni ndoto ya kuota uko katika maeneo ya kigeni, uko katika nchi za kigeni. Yani unapokuwa umelala unaota kwamba uko kwenye yapoti, uko kwenye yapoti ya Dubai, uko kwenye yapoti ya Oman, uko kwenye yapoti ya UK, uko kwenye yapoti ya, ya nchi nyingine unajiona uko kwenye maeneo ambayo ni tofauti na maeneo ya nchi yako, uko Nigeria, uko Kenya. Ndoto hizi zinakuwa zinamaanisha kwamba wewe utatembea sana na hautatembea ndani ya nchi yako, hapana, utatembea kwenye maeneo mengi. Unaweza usiende kukaa huko huko moja kwa moja, lakini hii inamaanisha kwamba utafika sehemu ambazo ulikuwa haujatarajia kufika. Utatembea hii dunia, utatembea nchi mbalimbali ambazo ni tofauti na nchi yako. Hii inaonyesha kwamba kwenye nyota yako kuna kitu cha tofauti, kwenye nyota yako kuna kibali cha tofauti, kwenye nyota yako kuna jambo la tofauti ambalo kwenye nyota za wengine halipo. Sasa napokwenda kuonyesha ndoto ya tano, ni ndoto gani? Kama bado haujasubscribe chaneli yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, na kama bado haujaliki video hii, basi unaweza ukaliki pale ulipo. Sasa ndoto ya tano ni ndoto ya kuota umeshika ama umepewa visa Ndoto hii inaonyesha kwamba wewe ndani yako uko na nyota ya kimataifa, na sio hivyo tu, ila katika ulimwengu wa kiroho umeshapewa permission ya kwenda katika mataifa mengine, umeshapewa uhalali wa kwenda katika mataifa mengine. Na unapoota ndoto hii, inatakiwa ujiandae, kwa sababu ujue kuna trip nyingi sana za kwenda nje ambazo zinakuja kwenye maisha yako. Yani kwenye hiyo unaolifanya, utakutana trip nyingi zinatokea, safari nyingi zinatokea, milango mingi inatokea, inaofanya wewe uweze kwenda nje kwa urahisi sana. Unajua hiyo tatizo la kazi ulionalo sio tatizo la kimwili, tatizo la kiroho. Ni vitu ambavyo chanzo chake kimeanzia rohoni na kimekuja kumanifesti katika ulimwengu wa kimwili. Kwa hiyo unapotaka kushughulikia jambo lolote lile, inatakiwa uanze kwanza kushughulika nalo katika ulimwengu wa roho, ndipo ufuate katika ulimwengu wa kimwili, kwa sababu mambo mengi sana huwa yanaanzia katika ulimwengu wa kiroho, ndipo yanafuata katika ulimwengu wa kimwili. Unaona, mwanadamu kama mimi hapa, mimi kinachonifanya niweze kuongea ama kinachonipa uhai ni roho ambayo iko ndani yangu. Roho hii ikitolewa ndani ya mwili wangu, unasema kwamba mtumishi wa Mungu amefariki. Mtumishi wa Mungu ameaga dunia, hayupo tena, ameondoka. Na mwili huu unakosa nguvu, unakufa. Kwa hiyo kumbe hata kufa kwanza lazima ianze kutoka kwanza roho ya mtu ili mwili wake ushindwe kufanya kazi. Ni hivyo hivyo kwenye hiyo kazi unayohangaika nayo siku ya leo. Ni kwamba kitu hicho kilianzia kwanza rohoni ndipo kikafuata mwilini. Watu hawa waliofunga ndoa, watu hawa waliofunga nyota yako, walianza kufunga kwanza rohoni, walianza kuichezea kwanza rohoni ndipo wakafuata mwilini. Kwa hiyo jambo lolote lile ambalo unashughulikia siku ya leo, anza kushughulikia kwanza rohoni, ndipo ufuate mwilini, ili kuweza kuona matokeo makubwa kwenye hilo jambo ambalo unapambana nalo siku ya leo. Ufanyaje sasa, ili kama ulivyoota ndoto zako zile, basi iweze kutokea kana katika ulimwengu wa kawaida? Jambo la kwanza la kufanya, utafungua katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya 3 na ule mstari wa nane unaosema, tazama nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa, wala hapana awezaye kufunga. Utaingia kwenye maombi, utasema hivi: Mungu, mbele yangu umeweka mlango wa kimataifa. Mungu, ndani yangu umeweka nyota ya kimataifa. Baba, natamka ya kwamba kuanzia siku ya leo hakuna mtu atakayeweza kufunga ukuu huu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa jambo la pili utakalofanya, utafungua katika kile kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa tano, inayosema siku ya leo utajikuta kwamba ile nyota ya kimataifa ambayo imewekwa ndani yako haishii tu kuwa ndoto peke yake, bali inaenda kudhihirika na kuwa kitu halisi kwenye maisha yako. Na pia kama una ndoto ambayo haujui maana yake, basi unaweza ukaandika kwenye comment section, nami nitakujibu mara moja. Au kama una shida binafsi, unaweza ukaasiana na sisi moja kwa moja kupitia namba ambazo unaziona upande wako wa chini wa skrini yako hapo ulipo muda huu. Tumefikia mwisho kama umebarikiwa na video hii na bado haujasubscribe channel yetu, basi unaweza ukasubscribe ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya hapa uwe wa kwanza kuyapata, na kama bado hujalike video yetu, basi unaweza ukalike pale ulipo. Na pia kila siku saa tatu kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki huwa tunakuwa na maombi hapa YouTube live, kwa itakapofika saa tatu kamili usiku, njoo kwenye channel yetu sogea kwenye channel yetu, tuweze kushiriki pamoja maombi ambayo tunakuwa nayo mahali hapa. Na kupitia maombi haya, kuna watu wameleta shuhuda nyingi sana, watu wamepona vitu walivyokuwa naumwa, watu wamepokea ndoa watu wanapokea upenywa kwenye uchumi, watu nyota zao zimeng'aa. Kwa hiyo na wewe kama unatamani kufunguliwa, basi usikose kila siku kwenye maombi ambayo tunakuwa nayo hapa saa tatu usiku katika chaneli yetu hii ya Apostle Deusi Sengo. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen, shalom, peace.